Namba mbili. Namba mbili, mchakato uliotumika kumuuzia nyumba hii na kiwanja hiki yule kampuni yule, nina sifu ofisi ya ardhi kwa kufuta mchakato huo, ili mchakato huo ufanyike kwa namna nyingine. Hiyo namba mbili.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 Namba tano, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya fojali, na kwa sababu nikiamsha madude michakato yote inarudi nyuma, vyombo vya dola, akiwepo RPC, akiwepo TAKUKURU, lifikisheni mpaka mwisho na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe hasheria kali ili iwe funzo kwa wengine. <tap> namba tano. Namba sita, kiwanja namba thelathini na nane ambacho pesa ilitolewa na alipewa lidi, akapeleka huko alikopeleka kimakosa, lakini amekiri hapa kwamba alikuwa na babake mdogo kiwanja chenye jina la Bernard Mwambingu. Hati hiyo RC, kamishna, upo hapa kan, na mkuu wa wilaya wasaidieni sasa familia ya Bernard Mwambingu kupata kwanza hati ile, kulipa madeni katika njia watakazoziona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 hajaogopa chochote. Wapo na wengine wengi, tutawalinda na kuwapo ushirikiano. Namba namba nane, mwenyekiti wala serikali la mtaa, ukwa mwenyekiti, msije mkaungana na matapeli wa aina yoyote kwenye utawala wenu vizazi vyenu na machozi yao yatakuja kushuhudia dhuluma mtakazo zisimamia. Damu ya mwanadamu huwa ipotei.